Asongo, yeah, yeah. <laughs> Nanga. Yes, Mwambali nanga yes, yes. Mwalimu yes. Eh. How are you sir? Yes, eh, I have a question. Yes so I was asking what what which, yes so nilikuwa nauliza aje mwalimu, yes, yes. Mwalimu wa kwanza kwa hii dunia. Mm -hmm. Yani, eh, kwa hii dunia alifunza na mwalimu yupi? Yani, mwalimu wa kwanza kwa hii dunia alifunza na mwalimu gani What are you saying? Mwalimu, ni swali. Pardon, pardon. So mwalimu wa kwanza kwa hii dunia nilikuwa nauliza mwalimu alifunzwa na mwalimu gani? Umeona? Eh. Ah. Tu bifu kunywa chai ushibe, akili kaa bado imechoka hivyo nijibu hii swali eh. This is a kind of student. Hiyo swali iko hata kwa syllabus. Hapana. God have mercy upon us. Masaya, masaya kusumbua alimu wakunywa chai. Eh. Eh.